Nini faida ya kutengeneza personal brand kwa mfanyabiashara mdogo? personal brand. personal brand kwanza ni nini? Personal brand ni ile hali ambapo mfanyabiashara ama mtoa huduma, watu wanakuchukulia ama wanakuperceive kwa namna gani? Ni hisia ambazo wateja wako wanakuwa nazo kuhusu wewe wakati wewe haupo. Hiyo ndo personal brand. so ukitengeneza strong personal brand ni kwamba umewaaminisha vya kutosha wateja wako kwamba wewe ni mtu sahihi kwenye kitu chao, kwenye huduma unayotoa, na wakakuamini hii ndo inaitwa kujenga personal brand. Kwenye kujenga personal brand, kwa nini kuna umuhimu? Hii inakusaidia kukomand bei ya soko, bei ya product yako ama service, kukomand mauzo yako, kuwa the leading captain kwenye industry yako. Ukiwa na strong personal brand unaweza ukaamua uuze product yake bei gani, unaweza kulazimisha mauzo yakapanda kwenye biashara yako. Hiyo ndo uzuri wa kuwa na personal brand. Uzuri wa personal brand pia unakusaidia kufanya mauzo kwenye social media. Watu wengi wanaogopa scammers, matapeli. Ukiwa na strong personal brand, mtu ashinde kutumia milioni milioni tano, milioni kumi, umfanyie huduma yeye, hata ajawai kukuona, ajawai kukutana na wewe. Inatokea na inawezekana, mimi ni shahidi namba moja kwao. Unaweza kufanya biashara na watu kutoka sehemu tofauti tofauti, Tanzania, East Africa, Afrika kwa ujumla US, UK na watu tofauti tofauti, kwa sababu wanakuamini. Na kwa sababu gani? Umetengeneza personal brand. Yaani, personal brand ni kama dhamana ukitaka kufanya jambo lako. Kwa hiyo huna budi na huna namna yoyote ya kusurvive, kama unataka kufanya biashara na kutengeneza pesa, kama una personal brand, period.